Leo kupitia makala hii fupi nataka nikufahamishe kuhusiana na Operation Solomon. Operation Solomon ni moja ya operation mashuhuri ya uokoaji ya kihistoria iliyofanyika mwaka 1991 na operation hii ilikuwa ya siri ya kijeshi iliyofanywa na Israel tarehe 24 hadi tarehe 25 mwezi wa tano mwaka 1991. Lengo la operation hii ilikuwa ni nini? Lengo lake kubwa ilikuwa ni kuwaokoa na kuwahamisha Wayahudi wa, wa Ethiopia ambao walifahamika kwa jina la Beta Israel kutoka Ethiopia kwenda Israel. Katika kipindi cha saa 36, ndege takriban 35 za Israel, zikiwemo C-130 za jeshi la anga la Israel na Boeing 747 za EL AL ambalo ndilo jina rasmi la shirika la ndege la taifa la Israel, neno la Kiebrania likimaanisha juu kabisa. Ziliweza kuwasafirisha Wayahudi 14325 kutoka Ethiopia kwenda Israel. Sasa, katika mwaka huo wa 1991, serikali ya Ethiopia chini ya Mengistu Haile Mariam ilikuwa karibu kuanguka kutokana na mafanikio ya kijeshi ya waasi wa Eritrea na Tigrei. Hali hii ilizua hofu kubwa kwa jamii ya Beta Israel ambao wengi wao walikuwa wakulima na mafundi wanaoishi katika mkoa wa Gondar. Serikali ya Mengistu ilikuwa imefanya kuwa vigumu kwa Wayahudi wa Ethiopia kuhamia Israel, lakini hali ya kisiasa ilipokuwa mbaya, fursa ya kuhamisha ilijitokeza. Serikali ya Israel kwa kushirikiana na jeshi la ulinzi la Israel ilianza mipango ya siri ya kuokoa Wayahudi wa, wa Ethiopia. Marekani pia ilihusika katika kupanga operesheni hii baada ya viongozi wa American Association for Ethiopian Jews, yani AAEJ, kuleta suala hili kwa serikali ya Marekani. Rais George H W Bush alihusika katika mazungumzo na Ethiopia na hatimaye serikali ya Ethiopia ilikubali kuwaachia Wayahudi wote kwa mara moja. Operation Solomon ilihusisha ndege za Israel kuruka mfululizo bila kusimama. Na moja ya ndege za El Al 747 ilibeba abiria 1088, ikiwa ni rekodi ya dunia kwa idadi kubwa zaidi ya abiria katika ndege moja. Wakati wa operation watoto wanane walizaliwa. Ikiwa ni pamoja na wawili walitokea ndani ya ndege wakati wa safari. Operation Solomon ilifanikiwa kwa kiwango kikubwa na ilihamisha idadi kubwa ya Wayahudi wa Ethiopia kwa muda mfupi sana. Hii ilisaidia kuokoa jamii ya Beta Israel kutoka hali ya kisiasa isiyo thabiti nchini Ethiopia na kuwapatia makazi mapya nchini Israel. Leo Wayahudi wa Ethiopia ni sehemu muhimu ya jamii ya Israel, wakichangia katika nyanja mbalimbali mbali za maisha ya kijamii na kiuchumi.